Tamitembo, kumbe upo hai? Mm, nilijua ushakufa muda, mimi nakusabai tu Mekutana na rafiki yako ulokuwa unatembea ya naye muda wote, ndo amenipa namba yako, amenambia ni kutumie kitu chochote ah. Nami kwenye simu na mia tano itakufa eti, 500 itakufa. Amenambia una njaa, unaweza kufaa, ameomba ni kustili kwenye simu na mia tano itakufa Eti mia tano itakufa? Amenambia unanjaa unaweza kufa, ameomba nikustili. Wewe ni kustili? Amenambia nikustili, ni unanjaa, nikustili. Hey, una ni ipo nikuifasi si, uh-huh. Yeah.